Katika mazungumzo hayo, Dk. Shein amemweleza balozi huyo kuwa Cuba ina historia kubwa katika juhudi za kuiunga mkono Zanzibar katika sekta za maendeleo, hasa sekta ya afya, kwani tokea mwaka 1966 nchi hiyo imekuwa ikileta madaktari wake kwa awamu kuja kufanya kazi katika sekta hiyo hapa Zanzibar. Dk Shein amesema kuwa madaktari kutoka nchini Cuba wamekuwa wakifanya kazi ya kutoa huduma za afya kwa wananchi wa Unguja na Pemba usiku na mchana kwa kushirikiana na madaktari wazalendo. Aidha, Dk Shein ameeleza kuwa mbali na ushirikiano katika sekta ya afya, ipo haja ya kuanzisha ushirikiano katika sekta ya utalii kutokana na Cuba kupiga hatua kubwa na kupiga hatua katika sekta hiyo. Ameongeza kuwa Zanzibar ina mengi ya kujifunza katika sekta ya utalii kutoka Cuba kutokana na nchi hiyo kujiimarisha kwenye sekta hiyo na kuweza kupata mafanikio makubwa sambamba na kuendeleza vyanzo vyake vya utalii ikiwemo eneo maarufu la ukanda wa kitalii la Varadero. Sambamba na hayo Dr. Shein amesema kuwa ushirikiano huo ni vyema ukahusishwa na miji mikongwe ya Zanzibar na Cuba, ukiwemo mji mkongwe wa Zanzibar na mji wa Havana, ambayo yote ina historia kubwa pamoja na vivutio kadhaa vya kitalii ndani yake. Akieleza juhudi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kuimarisha sekta hiyo ya utalii, Dk Shein amemweleza balozi huyo kuwa kumalizika kwa jengo la abiria katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abedi Amani Karume na kwa kutachangia ujio wa watalii wengi kutoka nchi mbalimbali duniani wanaokuja kuitembelea Zanzibar. Sambamba na hayo, Dk. Shein ametumia fursa hiyo kumweleza balozi huyo haja ya kuwepo kwa mashirikiano katika sekta ya elimu hasa kwa kuvihusisha vyuo vikuu vya Zanzibar kikiwemo Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, SUZA, na vile vya nchini Cuba hasa katika suala zima la kufanya tafiti mbalimbali mbali, ambazo zitasaidia masuala mbalimbali kati ya pande mbili hizo. Pamoja na hayo, Dk Shein amesisitiza haja kwa viongozi wa nchi mbili hizo kuimarisha uhusiano na ushirikiano kwa kutembeleana na kubadilishana uzoefu na ujuzi, huku wakitumia fursa hiyo kuwakaribisha wananchi wa Cuba kuja kuitembelea Zanzibar, hatua ambayo itazidisha kuimarisha uhusiano na ndugu zao wa Zanzibar ambao nao watatumia fursa hiyo kwenda kutembelea nchi hiyo. Dr Shein amemhakikishia balozi huyo kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendeleza uhusiano na ushirikiano wake na Cuba kwa lengo la kuimarisha udugu na umoja wao uliopo wenye historia kwa pande mbili hizo. Naye balozi mpya wa Cuba katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Lucas Domingo Hernandez Poledo, amemweleza Dr Shein kuwa Cuba inathamini sana uhusiano na ushirikiano wa kihistoria kati yake na Zanzibar na kuahidi kuwa nchi yake itaendelea kuhudumisha Balozi Poledo amemhakikishia Dk. Shein kuwa Cuba iko tayari kuendeleza uhusiano huo kwa kuimarisha sekta nyingine za maendeleo ikiwemo sekta ya utalii, elimu na nyinginezo, huku akieleza kuwa hatua ya nchi yake kuleta madaktari wake Zanzibar itaendelea kwani ni ya kihistoria sambamba na madaktari wa Cuba kutoa mafunzo ya udaktari hapa nchini. Amesisitiza kuwa madaktari wa Cuba wanaofanya kazi zao Zanzibar wameridhishwa na kufarajika na mashirikiano wanayoyapata kutoka kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, pamoja na madaktari wa zalendo na wananchi wake ambao wanazipenda huduma wanazozitoa. Balozi huyo mpya wa Cuba amemweleza Dr. Shein hatua za makusudi atakazozichukua katika kuhakikisha nchi hiyo inaimarisha sekta mbalimbali za maendeleo ikiwemo afya, elimu, utalii na nyinginezo. Nikiripoti kutoka Ikulu mjini Zanzibar, ni mimi Omar Mcheju.